Ardhi hii inanena, ardhi hii inakinywa, ina meza. Ardhi hii ina masikio, inasikia, ina macho, inaona. Haleluya, ardhi inaishi. Bwana Yesu asijiwe uchue. Kuna maana kubwa kwenye ardhi. Kibilia, ardhi inasikia na kupokea taarifa kuhusu maisha ya mtu. Haleluya, kyo ardhi inasikia. Haleluya, ardhi inaweza taarifa mbalimbali kutoka kwa mtu fulani juu ya mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. ardhi hii Bwana Yesu asifiwe, kwamba leo utamkia ardhi ya mahali unapoishi isikuletee michongoma, bali badala yake iwe sehemu ya kuleta baraka kwenye maisha yako. Haleluya, unaweza kujiuza na mazingira unapokaa yamkini, aidha ulipofika tu pale ajira zikawa zinakoma, biashara kawa haiendi hajui mangapi yamenuizwa kwenye ile ardhi. Ardhi imesemeshwa vitu vitu gani? Haleluya! Kwamba yamkini mtu huyo mtu huyo e, mtu yeyote atakayekuja kujenga au kukalia ardhi hii asiwe mtu wa mafanikio, asiwe mtu wa kusonga mbele, asiwe ni mtu ambaye anaona fursa mbele yake, asiwe ni mtu ambaye e, mtu ambaye anazaa awe ni mgumba. Haleluya! ardhi na Yesu asijue imesemeshwa kitu gani. Yeyote atakaye ikalia nyumba hii awe tasa asizai kabisa na kuongezeka. Wamenuisa, wamesemesha ardhi. Na ardhi inapokea taarifa inapokea mashtaka. Kumbuka ardhi na na mbingu zipo karibu, karibu. Na ulifunga duniani na mbinguni imefungwa. Haleluya. Ardhi, Mungu aliumba dunia alipo aliumba ardhi aliyokuwa karibu na mbingu. Haleluya, kanisa. Zidi an ya viko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hiki cha Mwanzo nne kumi na moja masikio. Semaasikiae sasa, umelaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako kabisa Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Haleluya! Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia. Kumbe kumbe, damu sauti ya damu ya ndugu yako, kumbe damu pia inanena. Bwana Yesu asifiwe, inalia, inatoa sauti. Haleluya! Lakini pia kinywa kinywa cha ja damu ya kai. mashtaka yani, mashtaka yani, kinywa kinapeleka taarifa, taarifa imepeleka. Kumbe ardhi ina ardhi inapokea taarifa, na baada yake ina, inatekeleza. Haleluya, kwa maana kwamba ardhi hiyo sana, mbingu zipo karibu. Bwana Yesu asema ceka wa Roho, kuna maana kubwa kwenye ardhi. Bwana Yesu Yesua, unapokaa mtumishi, jiulize

mbalimbali. Hallelujah! ujue ardhi imesema vitu gani miungu gani ile ilikuwa ikiabudu mahali hapa na ikanena vitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini habari njema ni kwamba iko damu ya Yesu inashughulika na mambo kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Abeli ilipeleka taarifa mbaya kwenye ardhi, haleluya, kumusnadi Kaini, na kwa sababu hiyo laana inaikapita kwenye ardhi kumpiga na jamani Kaini, haleluya, kumbe tayari taarifa mbaya imeto baada hapo ardhi kapitisha maumivu makali kwa Kaini. Haleluya, kwa, kwa damu kinywa cha ja damu ya Abili kikapeleka taarifa mashtaka kwenye ardhi, na baada hapo laana ikaanza kwenye ardhi. Ardhi unajua, kwenye shetani ana mbinu, anaweza kufarakanisha wewe na ardhi unaoikaa. Haleluya, ardhi kana wafarakao na wewe unakama hali ambayo kuna mafarakano kati haleluya ardhi na arili ampendani hampendani, mna vita kati yenu. Mata yale ameshanena maneno nasikia, kumbuka, inapokea taarifa mashtaka mbalimbali haleluya. Na sisi hili leo, leo, kuna kitu kifanya cha ajabu ambacho kitaenda kukomboa vyanzo ya uchumi wetu, kukomboa kazi zetu. Ardhi lazima itaanza kutolea mema Bwana Yesu asifiwe. Yaliyomezwa kwenye ardhi hii lazima yatatapikwa. Haleluya. Yale mashtaka yote nayafuta kwa damu ya Yesu. Bwana, lazima naruhusu baraka za Mungu zitawale kwenye maisha yetu Bwana Yesu asifiwe. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi hii. Lakini yote haya kwa kuwa damu ya Abili ina imesha nena, haleluya. Kiroho ardhi inakinywa na damu inakinywa, ndio maana inaweza kunena. Haleluya, vyote vinakinywa. Damu ya Habili ilipeleka madai kwenye kinywa cha ardhi, na ardhi ikachukua madai na kwa kaini kwamba kinywa cha cha damu ya kinywa cha Habili, haleluya, kwamba tayari ile damu ikapeka mashtaka kwenye ardhi, kwamba Bwana, huyu mtu hivi na hivi.